Ila wimbo wa Best Naso ni mzuri kwaka, mi nampendaka sana Best Naso, maana ni msanii ambayo mi mwenyewe unamishabekea kwamba Best Naso hapo imba, na nyimbo zake ni nzuri sana, na ni tamu sana kwa sababu mi nazipenda. Kuna wimbo aliimba kwamba moyo, kwamba n angelikuwa moyo ni kitabu, angelimpa asome. Hata mi ninafikiria kwamba moyo ngelikuwa ni kitabu, hata mi mwenyewe ningelimpatia akasoma. Yaani, yani ah, ngoja tuusikilize kwanza. Ningekuwa moyo ni kitabu, moyo ningekupa usome, angalau hata kurasa. Moyo, ni ujue ujue ujue, napa na kuja tena, nasema kwamba nyimbo hii hufahamu kwamba nyimbo za Best Naso zilizo nzuri kwamba, eh? Hapo zamani niliwaza nikikua nipate mwenzangu nifunge na ndoa hata eh? ilikuwa enzi za utotoni. He? ilikuwa ndoto ya utotoni hapanapo. Akaendelea akasema kwamba yupo tayari kumjengea mama yake nyumba. Huoni kama ni hiyo ni faraja kubwa? Inamaana kwamba anadushauri vijana ili tufanyeje, au wale kwa wote tu hata wazee tufanyeje ili mambo yetu yaende sawa. Kwanza tumsikiliza yeye anasemaje kwanza <manyi wafaniki> mama yangu ka nyumbani, niliwaza nikikua nipate mwenza nifunge na ndoa, ilikuwa ndoto ya utoto. Ni hapa tena naendelea kwamba anaimba my